A, katika ukweli mtupu tunazungumzia kijambo moja hivi vyama vya tasnia, naomba niwambieni ukweli mtupu. Wana tasnia, wasanii wote, waongozaji, waigizaji, wa waandishi wa miswada, wa location manager, wapiga picha, maprodusa, wasambazaji, jamani, hakuna kitu muhimu sana tunakikosea kutokuwa ndani ya vyama. Vyama ni muhimu, vyama ndo vinavyosababisha sisi tutoke sehemu moja tuende sehemu ya pili. Vyama vitakusaidia wewe uweze kupata elimu, vyama vitakusaidia wewe uweze kupata masilahi bora, chama kitakusaidia wewe uweze kupata umoja, uweze kupata masoko, lakini kwa sasa unadharau, unataka kujiunga kwenye chama, unafikiri chama cha mtu fulani. Hapana, unakosea. Huo ndio ukweli, nataka nikwambie. Chama kitakusaidia elimu. Wakati mwingine huwezi kwenda chuo, huwezi kwenda kulipia chuo, lakini kwenye kutokana na mazingira yaliyokuwepo, mazingira ambayo chama kitayatengeneza ukapata kozi ambazo zitakutoa sehemu moja kupeleka sehemu ya pili. Kuna masuala ya bima, lakini ukiwa ndani ya chama utapata nafasi ya kuwa katika umoja, utapata bima kwa bei rahisi ya matibabu yako. Utapata masoko. Masoko yako utayapataje? Chama kitakusaidia kutengeneza soko lako, ambalo wewe mwenyewe wakati mwingine kujua kabisa kwamba soko langu liko sehemu fani utakutana na watu tofauti tofauti. Chama ni muhimu sana jamani, tuingie kwenye vyama vya tasnia. Ingie kwenye chama cha tasnia. Chama cha tasnia kitakusaidia wewe kupiga hatua. Umepata matatizo, kama uko ndani ya chama, utasaidiwa kwa kiasi kikubwa sana. Matatizo ya kimikataba, uko peke yako, au uko ndani ya chama, utapataje msaada? lakini ukiwa kwenye chama ni rahisi sana wewe kupata masilahi yako, kupata haki yako, kwa sababu chama ndio kazi yake kusimamia haki ya, ya msanii, kwa sababu chama kinaundwa, vimeundwa vyama vyote, lakini vingia kwenye mwamvuli mmoja wa shirikisho. Watu naongelea shirikisho, shirikisho, shirikisho, shirikisho ni vyama, vyama ni shirikisho. Kwa hiyo tujitahidi, tujiingire ndani ya vyama, tutapata masilahi mapana sana. Tusikae nje. Hii taasisi ziko kiserikali, zimeundwa kwa sheria ya serikali, vimesajiliwa kiserikali, sio vyama vya kimtaani. Ndio maana hata viongozi wake wanachaguliwa na anayemchagua ni wewe. Hata wewe ambaye ukiingia kwenye chama, nawe utakuwa kiongozi, kwa sababu utataka kuleta maendeleo. Hakuna chama kinachoanzishwa kwa ajili ya kuleta ma... kumlinimiza msanii. Chama chochote ambacho kinaanzishwa ni kwa ajili ya kumsababisha msanii apige hatua, kwa ajili ya kumwendeleza msanii kwa ajili ya kumwendeleza muigizaji, kwa ajili ya kumwendeleza director, kwa ajili ya kumwendeleza mpiga picha, kwa ajili ya kumwendeleza editor, kwa ajili ya kumwendeleza producer. Vyama vyote ni kwa ajili ya maendeleo. Kwa hiyo, jiungeni kwenye vyama. Ukweli lazima ukubali. Chama ni muhimu kwa kwako wewe. Akimsaidii mtu mwingine wa pembeni. Chama kitakusemea kwenye serikali. Chama ndio atakayekutetea. Serikali haiwezi kukutetea wewe. Chama kitakutetea. Chama kitakusimamia hata kwa serikali. Chama kitaiambia serikali hiki kitu hakisikitaki, tunataka hiki kwa ajili ya maendeleo. Ukiwa ndani ya chama utapata vitu vingi sana, na we mwenyewe utajitetea kuanzia kutokea hapo. Jiunge kwenye vyama, ukweli ya kia, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, kuna taasisi nyingi sana zinazoanzisha huko za pembeni pembeni, hizo taasisi nyingine za binafsi, angalieni ni taasisi ipi ambayo itakukusaidia wewe sasa zingine zinaanzishwa kwa ajili ya kumtumia msanii. Kutumia ni kwa ajili ya manufaa yake mwenyewe binafsi.